Ah, karibuni sana Kingo Farm. Kwenye hii video ninataka nikuelezee umuhimu mkubwa ambao eh, kinacho kitungusaumu kikitumia kama tiba za asili. Sisi hapa shambani kwetu tumekuwa tukitumia kwa wingi sana hichi kitungusaumu kuweza kuatibia kuku wetu, lakini pia tunakitumia kama eh, kinga. Na nadhani kwa wale wanafamilia wa Kingo Farm ambao wapo kwenye kundi letu la ufugaji, ah, mala kwa mala tumekuwa tuki lekeza kwa tibu kuku wao kwa kutumia kitunguu saumu. Sasa kwenye hii video leo hii utakwenda kuelewa vizuri kabisa e, kitunguu saumu kina umuhimu gani kwenye ufugaji wa kuku pale ambapo unakuwa unakitumia kama tiba. A, pia nitakuelekeza namna bora kabisa ya kutumia hiki kitunguu saumu e, kama tiba kwa kuku wetu. Sasa moja kwa moja bila ya kupoteza muda, twende tuaze na umuhimu wa kitunguu saumu. Kwanza kabisa, kitunguu saumu kinaimarisha kinga e, kwa kuku. Na kinga za kuku tunajua kabisa kama zitakuwa juu, basi aa, kidogo kuku atakuwa anapishana na adha za kupata magonjwa ee, ambayo yanasababishwa na bakteria, lakini pia magonjwa ambayo yanasababishwa na virusi. Tunasema kwamba kwenye ufugaji wa kuku Aa, ni ngumu sana kuweza kuzuia, yani kutengeneza mazingira yako vizuri kabisa kiasi kwamba yasipatikane kabisa magonjwa, kwa sababu aa, kuku kwanza wanalala maeneo ya wazi. Kwa mfano, mbu wanasababisha magonjwa e, kama vile magonjwa ya ndui, lakini pia aa, kumbuka kwamba kuku anajisaidia pale ambapo analala, ana, ana, ana mazingira ambayo anashinda. Kuna muda mwingine kuku anaweza akala kinyesi chake e, pia na mambo mengi sana ambayo yanapelekea mazalia ya magonjwa ya bakteria pamoja na virusi. Kwa hiyo kama utampa kitunguu saumu kuku wako, basi ni rahisi sana kuweza kumkinga na magonjwa. Jambo jingine, e, kazi kubwa kabisa ambayo huwa inafanya e, mara nyingi kama umetumia tiba za Kingo Farm, karibia kila tiba unaweza kukuta kwamba tunaweka kitunguu saumu na hiyo ni kwa sababu hii moja: kitunguu saumu bwana huwa kinasafisha utumbo aa. Sasa nisikilize kwa makini, kinasafishaje utumbo? Yaani e, kama utatumia kitunguu saumu kwa kuku wako kinaenda kutengeneza mazingira ma, ya, kwenye utumbo ule utumbo ambao e, vyakula vinapita, lakini pia e, mchakato mzima wa umeng'enywaji wa chakula unafanyika pale, kusafisha kuepukana na magonjwa e, mbalimbali au kuondoa m, labda mazalia tuseme, kama ya minyoo ya vitu kama hivyo hapo, kwa hiyo kumfanya kuku awe vizuri kabisa kwenye mfumo wake wa mmeng'enyo wa chakula. Hiyo ndio kazi kubwa sana. Nadhani hata kwa binadamu kama unatumia kitunguu saumu huwa pia kinafanya hiyo kazi. Kwa hiyo ndio maana e, dawa yoyote ile ambayo tunampatia e, kuku kwenye tiba ya asili mara nyingi huwa tunaweka kitunguu saumu kwa sababu hiyo, e, kikasafishi yale mazingira ya utumbo, ili a, kama unampatia e, tiba fulani labda coccidiosis ya kukinga ya kuku na kokidiosis, basi iende ikafanye vizuri ile kazi pasipo kukutana na mazingira magumu ya kuweza kufanya kazi. Kwa hiyo moja kwa moja hiyo ni, ni kazi kubwa sana ambayo kitunguu saumu e, kinafanya. Nadhani tumeelewana e, lakini pia jambo jingine Kitunguu saumu ni booster ya kuku, kinawafanya kuku waweze kukua haraka. Aa, kwa wale wafugaji wa broiler, nadhani kitunguu saumu kama unatumia sahihi kwenye E, ufugaji wako basi, kitakusaidia sana kuwabusti kuku, na hii elimu tumekuwa tukitoa mara kwa mara kwenye kundi letu la ufugaji, namna ambavyo unaweza kwa boost kuku wetu. Lakini kwa wale ambao wanacho kitabu cha e, ufugaji wa broiler tumeandika kabisa E, kitunguu saumu hapa hutumii kitunguu saumu peke yake, kuna vitu inatakiwa pia uchanganyie. Kwa hiyo kwenye kile kitabu cha ufugaji wa broiler tumeandika kabisa ule mchanganyo ambao utautumia kama booster kwa kuku wako, na nafikiria e, kwamba tumeelekeza kabisa kwamba e, ule mchanganyo ndio utakusaidia kuuza kuku wako e, broiler siku ya ishirini na tatu. Kwenye kile kitabu tumeweka kila hatua ambayo utaifanya ili kuweza kumboost kuku wako na kupata uzito mkubwa anapofikisha siku ya 23 mpaka 24. Na wafugaji wengi walionunua kile kitabu wamefanya hivyo, wamefanikiwa, wanatupatia feedback kwamba e, wamefanikiwa kuwauza kuku wao siku ya ishirini na nne. Nadhani kupata kitabu hicho ni shilingi elfu kumi na kipo katika mfumo wa soft copy Pigia simu e, namba ambayo unaiona hapo juu au katutafuta WhatsApp, basi tutakupatia hicho kitabu um, Pia e, kitunguu saumu kinazuia vidonda ndani ya utumbo. kinazuia vidonda ndani ya utumbo. Sasa vile vidonda, ndio huwa vinapelekea kokidiosis. Kama ni mashahidi, nadhani e, mnaujua vizuri ugonjwa wa kokidiosis, kuku huwa anahara muhalo wenye damu uliochanganyikana na damu. Sasa ule uoga unatokana na tunasema kwamba E, intestinal e, uns vile vidonda, kuku anakuwa na vidonda ndani ya utumbo. Kwa hiyo ndio maana e, zile damu zinachanganyikana na kinyesi na hivyo utamkuta kuku anahara kinyesi kinyesi. Kwa hiyo uh, matumizi ya, ki, ya, ya, ya, ya kitunguu saumu yanaenda kudhibiti ugonjwa wa coccidiosis, lakini sio e, kitunguu saumu peke yake utawapa kuku wako watapona huo ugonjwa wa coccidiosis pia kuna e, tiba nyingine ambayo inatakiwa uchanganye na hicho kitunguu saumu. Yani kuna kitu kingine ambacho inatakiwa uchanganye na hicho kitunguu saumu ili uweze kutibu kokidiosis. Nadhani ukipata kitabu chetu cha tiba za asili, tumeandika kabisa tiba ya kokidiosis hii. Tiba bwana, sisi tunaitumia mara kwa mara hapa shambani kwetu, na kuku wamekuwa wakipona vizuri kabisa. Jamani, sisi shambani kwetu hatutumii kabisa kabisa tiba hizi za dukani. Tunatumia tiba za asili na kuku wetu wanapona vizuri. Na hizi tiba za asili e, pia huwa tunazisoma kwenye hichi kitabu ambacho tumekiandaa tumekifanyia utafiti kwa muda mrefu cha tiba za asili. Ukiwa na hichi kitabu kitakupunguzia gharama e, kubwa sana kwenye matumizi ya dawa na pia kitakuwa kinafanya kuku wako watakuwa wanapona mapema sana ukilinganisha na vile ambavyo ulikuwa utumii hichi kitabu. Hichi kitabu kinauzwa shilingi elfu kumi. Tunakutumia soft copy kwa njia ya WhatsApp. A, pia ukitumia kitunguu saumu, kama kitunguu saumu huwa kinaondoa uh, stress ya joto pressure ya joto tunaita heat stress. Nadhani wakati wa mchana, jua likiwa kali, ukiingia bandani unakuta e, kuku wako karibia wote wana painting, yani wanahemea wana juu, na hii ipo sana kwa, kwa, kwa broiler. Lakini hata hawa kuku wengine chotala unakuta wakati wa mchana wamekaa wanaemea juu, na hasa kama banda lako halina uwazi wa kutosha, utakuta wanafanya hivyo. Sasa ile kwa kuku huwa inarudisha nyuma kidogo maendeleo yake ya ukuaji kwa sababu kuku muda ule anakuwa mwili wake umepanda sana joto. Kwa hiyo anakuwa anapambana kwa kiasi kikubwa sana na joto, na hivyo kushindwa kabisa kula na kufanya mambo mengine sababu ya, ya, ya joto. Kwa hiyo kama utamwekea kwenye maji kitunguu saumu, basi utakuwa umemwondoa na hiyo adha ya joto. Nitakuelekeza baadaye hapo namna ambavyo unaweza ukatumia uka, uka, lakini pia E, kuondoa harufu mbaya bandani. Kama unatumia kitunguu saumu, basi huwa kinaondoa harufu mbaya bandani. Sasa tuangalie ni namna gani ambavyo unaweza uka, ukatumia hiki kitunguu saumu. Sasa hiki kitunguu saumu huwa tunatumia kwa kuku wadogo, lakini pia tunatumia kwa kuku wakubwa. Kuku wadogo hata siku ya pili tu, leo vifaranga, siku ya pili unaanza kutumia. Sasa tuna, tunaweza tukaweka kwenye chakula, lakini pia tunaweza tukaweka kwenye maji. Kama unaweka kwenye maji, punje nne, punje nne utazisaga zile punje ndogo ndogo nne. A, punje nne za kitunguu saumu utaweka kwenye maji lita tano. E, wapatie walau kila siku asubuhi uh, kwa kuku ambao uh, mfano Uh, hii kitu pia huwa inawasaidia kuku ambao wanataga ya ile na ganda laini. Kwa hiyo ukiona kuku anataga ganda laini, basi wapatie eh, kila siku asubuhi uh, wa, mpaka pale ambapo mayai yataimarika. Hasa kuku ambao wanakuaga wanaanza kutaga utakuta wanataga ya maganda laini, lakini kama sio kuku wako hawana changamoto yoyote, kwa wiki wapatie walau mara mbili au mara tatu. Lakini pia kwenye chakula, namna ambavyo unaweza ukachanganya gramu moja utachanganya kwenye kilo tano za chakula.